Wa amjamboni amjamboni, wa ndugu, tunafurahi kwa saa hii. Wa ndugu, hapa nafikiri nilikuwa nawaelezea kwamba ninajaribu kuweza kujaribu kuona vile tutakuwa tukizungumza live, tukiongea, tukiwa pamoja. Hapa nafikiri nilikuwa naelezea kwamba tunazungumza kuhusu mambo, kuzungumza mambo ya For Life, nikizungumza kuhusu For Life. Najua kwamba wengi tayari mmeshanitambua, mmeshanijua, mmejua mimi ni nani. Naitwa Caleb, namba yangu ya simu ni 072139 298. Ni vizuri sana kuweza kushirikiana na kuzungumza mambo ya kampuni hii na bidhaa zetu utatuia razi tuna kwa saa hii tuko tunajaribu kujipangapanga kuona visi jisi tutakuwa tunafanya hii mazungumzo tunasoma pamoja, tunajifunza vile ilivyo, ni nini kinachohitajika, tuweze kuwa tunazungumza na kiwango gani tunaweza fanya, ili tuweze kufikia katika malengo yetu. Niwaambia kwamba 4Life, wakati tunapoanza mwezi, tunaanza mwezi tarehe moja hadi tarehe 30, hapo tunakuwa tumefunga mwezi na tunalipwa kulingana na kile kiwango ambacho tumefanya. Kile ambacho wewe umefanya, unalipwa kulingana na ile kazi uliyofanya, na unalipwa vizuri sana. Kuna wale ambao wanahitaji pesa, kuna wale ambao wanahitaji product inalingana na lingana na kile ambacho wewe umeamua kutafuta ama kile wewe umeamua kupewa na kampuni ya For Life. Hiyo ndiyo tunazungumzia, kwamba hapa katika For Life, ni uamuzi wako na kupata afya nzuri ni uamuzi wako pia, ikiwa hata katika biashara yenyewe ni uamzi wako vile unavyotaka na utafanya hivyo hivyo. Aa, niliwaambia kwamba kila mtu kila mwezi tunaanza na point mia moja. Point mia moja ni kusema hapo wewe umekamilisha kazi yako ya mwezi unaanza mwezi mwingine, unaanza kazi ya mwezi ujao ama unaanza kujitengenezea pesa. Lakini zile sharti za kufanya katika kampuni hii tayari wewe umekamilisha ukiwa na point mia moja. Niliwaambia kwamba ukipitisha pointi mia moja, hapo unaanza kulipwa 20%, unalipiwa ile kazi ama zile bidhaa ambazo wewe umenunua. Kuna kitu ambacho nimejaribu kinachoitwa kuwaambia, kinachoitwa loyalty program. Loyalty program ni kusema wewe unakubaliana na kampuni kwamba tarehe fulani, kuanzia tarehe moja utakuwa unanunua product kiwango fulani hapo unawapea fursa katika akaunti yako. Wakati ukifika mara moja, wao huwa wanachukua pesa ambazo ziko kwa akaunti yako, ama wewe unawapea hiyo fursa. Unaweza kununua asubuhi na ulikubali utakuwa unalipa jioni. Unachagua zile point, zile product ambazo unataka, ukifikisha ile kiwango cha zile pointi ambazo ulichagua kununulia katika loyalty program. Hapa unapewa point, zikifikia kiwango fulani unaanza kupewa product moja kwa moja, bila kusema eti wewe umetoa pesa. Kuna zile ambazo utanunua, unafikisha ile kiwango chako in, in, kiwango nyingine ambacho imebaki, unapewa product zile zenye zinalinganishwa na zile point ziko ndani, unaweza kununua product tatu. Na alafu loyalty program inaangalia point zako ziko ningapi, ni ndani, zinaweza kufika mia mbili, na unapewa product kulingana na zile point, bila kutoa shilingi hata moja ama dola moja. Unapewa yawezekana upewe kama point e, product tano sita saba kulingana na bei yake wanakupea kwa ile bei ya kampuni, lakini unapewa zile product zikiwa ni faida kwako. Hautalipia chochote isipokuwa tu ile gharama ambayo tunatoa kwa kampuni ambayo inaitoa katika USA na kuja hapa Kenya. Hiyo kampuni ambayo tunatumia inaitwa Kentex. Kentex tu peke yake ndio itakulipisha hiyo pesa ya kuleta mzigo wako lakini pesa nyingine hautoi. Hapo umenunua pointi zako kiwango kile ambacho umekubaliana na kampuni kwamba utakuwa unanunua kila mwezi. Hapo sasa, wakati unapoleta watu wengine, ama unaposhawishi watu wengine kuweza kununua hizo bidhaa, kila kila kazi ambao watafanya katika kampuni, wewe utalipwa hapo. Kuna mshahara wako ambao utakulipa vizuri. Kuna mshahara wako mzuri sana ambao itakuja kwa akaunti yako. Niliwaambia, ukiwa katika kampuni ya 4Life una ID namba, una akaunti yako ndani ya kampuni, hapo ndipo wanapokuonyesha kazi yako yote vile ilivyo. Unaweza kuwa una watu ambao hawanunui, watakuonyesha huyu na huyu na huyu hajanunua hajafanya kazi katika kampuni ya For Life. Unaweza kuwa wamenunua wote, wanakuonyesha huyu na huyu amenunua kiwango fulani, amenunua product ama, ha hawa wengine hawajanunua. Sasa hapo katika kampuni yetu ya For Life mambo yote yako katika nuru Hakuna kitu cha kusema eti imefanyikaje, ikaendaje, ikakuaje na wewe bila kujua. Kila kitu tunajua, ndio maana sisi katika kampuni yetu ya 4Life mambo yote ni ukweli mtupu, hakuna uongo, hakuna cha kusema ti mimi nimefanya kazi sikulipwa, mimi nilifanya hivi na hivi, sijaona malipo yangu nyingine wakati unapokuja na watu kila mara wanaponunua mtu mmoja, kuna ile percentage wanakupea kwa ile ambazo amenunua. Hapa hauna shida yoyote, hapa hatuna tatizo yoyote. Njoni tuingie katika kampuni ya 4Life, tufanye bidii, tufanye kazi vile inavyotakikana tuendelee tuweze kujiinua katika maisha yetu. Alafu kuna kitu niliwaambia jana ama juzi kuhusu hizi product. hizi product ni za muhimu sana, huwa zinaongeza nguvu, huwa zinainua afya yetu hata, ki, hata ukisema wewe ni mgonjwa wa kansa, mgonjwa wa hizo magonjwa kubwa kubwa, zile ambazo zinatisha watu, wanasema haziponi katika kampuni hii ya 4Life kila ugonjwa unakwisha. Sababu ya nini? si hati ni madawa ile ya kusema ni kwenda kutibu hii na hii aa, ni kuamsha, ni kurudisha, yaani kufufua zile nguvu zako ambazo zilikuwa zimezoovika na zikaharibika katika mwili wako, wale ambao tunaita kinga za mwili, sense za mwili wako zina zinaamka, zinaweza kujua ni nini ambacho wewe unapambana nayo, ugonjwa gani, shida gani, maumivu gani, udhaifu gani wa mwili. Hizo sensi ama zile kinga za mwili zinakufanya wewe kuweza kupigana na hizo shida, na zinakuondokea. Hiyo ndio kitu tunaambia watu hiyo ndio kitu tunachowaelezea. Asanteni, karibuni, tuzidi kuzungumza kuwa pamoja kila siku kila mara tuweze kushirikiana. Aha, tuweze kushirikiana pamoja, ndio tutaweza kufika katika malengo yetu. Asanteni, karibuni. Nilikuwa nataka kuwapea karibu. Leo kesho tutaendelea na mazungumzo yetu. Asanteni na mbarikiwe.